Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewahakikishia Watanzania wote wote wote wote, narejea tena hilo. uhuru wa kutoa maoni kwa upeo wao na waseme wanachotaka kukisema. Jaji Joseph Sinde Warioba, mwenyekiti wa tume hiyo, naye amerejea maneno hayo hayo yaliyosemwa na Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Katiba za nchi zetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Zanzibar inatuhakikishia uhuru wetu, sheria inatuhakikishia uhuru wetu. Rais wa Zanzibar mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk Ali Muhamed Shein na yeye amewahakikishia Wazanzibari wote, narejea tena wote, sio kwa tabaka o chama kwama wana uhuru wa kutoa maoni yao. Mtizamo wangu mimi, wakati unaelekea katika marekebisho ya katiba, huwezi kuwekea sharti ya aina yoyote ile. Sasa nimemsikiliza vizuri sana Mheshimiwa Nape anazungumzia kwamba msimamo wa chama ni serikali mbili. Ni jambo la ajabu sana, kwa maana inabidi tujiulize sasa, sisi wa Tanzania hatuna uhuru? Yeye amegawa zoezi hili kwa matabaka matatu, kwa maana walokuwa Watanganyika, walokuwa kwa, kwa Zanzibar, jamii ya wana CCM. Kwa maana sasa tunaambiwa watu wazima, Wazanzibari, kwa maana kile anaye kwenda pale ni mtu mzima, kwa maana enda pale, zidumu fikra za mwenyekiti, serikali mbili, ondoka sasa wapi utu na heshima na uhuru wetu? Hatuwezi kuzuiwa na misingi hiyo. Jengine, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Mheshimiwa Pius Msekwa, amesema kwamba sera ya Chama cha Mapinduzi ni serikali mbili lakini huru kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kutoa maoni anavyoona yeye ni sawa. Sasa hili linaoendelea hivi sasa, tafsiri yangu mimi ni kwamba kuna baadhi ya watu hasa hapa Zanzibar ambao wana mwelekeo kuwa na fikra za kidikteta na mawazo mgando kuelekea kutaka kuwaadhibu sisi wenzi wao kwa sababu tunatofautiana na mawazo yao. Hakuna jengine hapa. Hivi karibuni Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mjini Magharibi waliamua kufanya kikao, na katika kikao hicho walitoka na azimio la kutaka wewe na baadhi ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, lakini hata rais mstaafu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar arudishe kadi kwa kutofautiana juu ya msimamo kuhusiana na Muungano. Nini maoni yako juu ya azimio hilo? Lakini je, CCM mkoa wanayo mamlaka ya kutaka nyinyi mrejeshe kadi? Mamlaka hawana. Ni jambo la fedheha na aibu kubwa sana, inatokana na kundi la watu ambaye ni wabaguzi wasiokuwa na ustahamilivu na fikra na mawazo ya wenzi wao. Hawataki watu waseme, na kusema imekuwa ndio dhambi na usaliti na watu kupachikwa majina kwa kweli ni jambo la aibu. Hawana mamlaka hiyo, ni jambo la fedheha. Na nieleze tu kwamba hichi chama chetu sote hichi kimetokana na mizizi ya Afro Shirazi Party, na wengine wazee wetu wametokana na mishipa hiyo ya Afro Shirazi. Tunakipenda, tunakihishimu, tunakitumikia, na hatuwezi kukubali baadhi ya watu tu wakafanya sasa hichi chama ni chao na wengine sote sisi sio. Tutapambana nao hatuwezi kulikubali hilo hata siku moja, na mawazo yetu juu ya kuwa na Muungano. Maanake jambo la ajabu, ndugu yangu, najiuliza kusema tu kwamba tunataka mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa Muungano wetu imekuwa ndio dhambi sasa? Sasa kuna maana gani ya kuleta utaratibu wote huu wa marekebisho ya katiba? Si bora tungeambiwa tu kwamba nyinyi wana CCM katika watanzania hawa kaeni kimya, nyinyi serikali zenu mbili, kazi imekwisha. Mimi nachukulia hii sasa ni njama ya kuwaziba midomo wa Wazanzibari kwa mara nyingine tena, na sisi hatuwezi kulikubali hilo. Chama chetu tunakiheshimu, sera ya chama chetu tunaielewa, lakini pia uhakika na maelekezo ya sheria ya marekebisho ya katiba na katiba zetu pia tunazielewa. Mheshimiwa Mansour, wewe ni Mweka Hazina wa Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar. Wewe na baadhi ya wenzako mnasema kwamba muungano huu una matatizo, baadhi ya wana CCM na watu wengine wanasema muungano una manufaa makubwa sana. Nini mtazamo wako? Mimi pia nakubali kwamba muungano una manufaa sikubaliani yani na mfumo wa muungano wenyewe. Lakini wapo ambao wanasema Zanzibar inanufaika sana katika muungano uh, kwa maana kwamba wa, lakini Wazanzibari bado wanaendelea kulalamika, labda mtazamo wako? <laughs> tungekua u tu, ingekuwa tusingelalamika kwa manufaa yapo, manufaa yapo kwa maana ya dhana nzima ya kuona muungano, lakini miaka arobaini na nane wazanzibari wanalalamika tu. Kwa sababu una faida tu o, kwa sababu ile kuna ile dhana ya kwamba ah, hawa ni walalamikaji tu na kwamba upo muungano, kwa hivyo ndio faida yao. Hapana, sisi ni Zanzibar, tumetokana na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar tulioungana na Jamhuri ya Tanganyika. Tumeungana tume tukiwa huru, tuna mwelekeo wetu, tuna maadili yetu, tuna silka desturi zetu, na hata matumaini yetu kama watu, na hatuwezi kupata uhalali wa katiba mpya na mfumo wa muungano mpya ikiwa fursa za watu zimevizwa hapo hapo tu, badala ya kutengeneza uhalali. Sasa matamshi haya ya mheshimiwa Nape na hawa wengine wa wilaya ya Mjini, moja kwa moja wanaondosha uhalali mzima kwenye mchakato huu wa utaratibu huu wa kupatikana kwa katiba mpya, kwa sababu wana viza mawazo na matumaini ya watu. Hakuna uhalali hapo. Katibu Mwenezi wa CCM Bwana Nape Nnauye amesema maoni yenu mkayapeleke katika vikao vya, vya ndani vile ijadiliwe. Sasa nyinyi mmeanza kuzungumza nje ya vikao, sasa nini mustakbali wa jambo hili? Haihusiani na vikao vya chama hii, sisi tunazungumzia utaratibu huo, mchakato wa katiba ambao unaendelea hivi sasa. Kumweka sasa, kuweka gari mbele ya farasi. Utaratibu unaendelea hivi sasa, kwa miaka 48 tunazungumza kwenye serikali. Mimi nimekuwa waziri sasa kwa mwaka wa 12 huu mbili tunayazungumza hayo kwa hayo kwenye chama yashazungumzwa haya. Tusisahau kuna rais wa Zanzibar hapa amepoteza nafasi ya urais, kuna waziri kiongozi mstaafu hapa amepoteza nafasi ya uongozi wake na wengine wengi. Kwa hivyo hili si jipya, linazungumzwa tangu 64 ndani ya chama cha Mapinduzi, ndani ya serikali zetu. Lakini la msingi hivi sasa tuna utaratibu wa mchakato unaoendelea. Sasa tufanye nini? uendelee huku sisi tusubiri? Kwa vikao vipi hivyo vinazungumziwa hivi sasa? Tena ni mambo ya ajabu ajabu tu. Haya, bado mnaendelea kujadili suala la muungano na bado mnatoa maoni yenu na kimsingi mnatofautiana na baadhi ya wengine kuhusiana na suala la muungano, lakini kama chama cha mapinduzi kina haki ya kukunyang'anyeni kadi, je, mtaendelea kutetea na muwe tayari kunyang'anywa kadi za chama cha mapinduzi? Sikiliza ndugu yangu, chama hichi ni kikubwa na kimetukuka tuku, zaidi ya hao wachache. Chama hichi kina heshima, kina misingi yake kina maadili yake na ndio maana wengi tunakipenda. Mimi sidhani kwamba haya ni maelekezo ya chama, ni, ni baadhi ya watu tu ambao kwa kweli wanataka kuwalazimisha wenzi wao na kuwatisha wenzi wao na wengine wana njama zao kutuziba midomo wa Zanzibari. Sidhani kitafikia huko. Hichi chama kina watu makini, kina mwelekeo thabiti, kina misingi thabiti. Lakini mimi sijasema leo, nimeanza kusema tangu elfu mbili nane elfu mbili na tisa juu ya msimamo wangu wa mfumo wa muungano na ninaendelea kusema tena hata ikibidi kunyang'anywa kadi. Mimi narejea tena kwamba mfumo huu wa serikali mbili mimi sikubaliani nao na nitaendelea kusema hivyo hivyo, kwa sababu siwezi kugeuza maoni yangu leo baada ya kuwa na msimamo huo kwa miaka yote hiyo. Nitapoteza utu wangu, nafsi yangu itanisuta, na jamii wanaoniamini nao watanisuta. Lakini bado siamini kwamba hili la chama cha mapinduzi, hatuzungumzii kukisaliti chama hatu chetu tunakiheshimu tunakipenda, ndio tutaendelea kukipenda na hatutokubaliana na wachache ambao wanataka kukiharibia, kuliharibia jina Chama cha Mapinduzi kwa misimamo yao isiyokuwa na mwelekeo na ubaguzi wao. Mheshimiwa Mansour, swali langu la mwisho, kwa maoni yako nini mustakbali wa muungano? Mimi naamini muungano tunaofahamu, tukimaliza utaratibu wa mchakato huu, haupo tena, kwa maana ya Wazanzibari wana mwelekeo mpya, na tukumbuke sasa kwamba asilimia kubwa wa waamuzi wa, wa, wa, wa Zanzibar ni vijana zaidi ya asilimia tisini ni vijana. Vijana wanataka majibu ya maswali magumu, lakini wengi wao na hata wazee wetu muungano huu wanauthamini na, na kuupenda, ili tusielekee katika kuongeza machungu mimi nahisi na, na ipo haja ya kuona busara kubwa sana ili tuendelee kuuenzi na kuuthamini muungano huu na kuimarisha kwa maslahi ya pande zote mbili za muungano huu, kuwa na mfumo ambao utahakikishia kila upande, kwa ridhaa ya kila upande, mfumo sahihi kwa matakwa ya watu upande huo. Haya tusiyaogope, yatakuja. Kama si leo, kesho. Na naamini kwa ujasiri wa Dokta Kikwete, kwa sababu huu ni ujasiri mkubwa, kwa sababu kama rais anajua unapotoa uhuru na fursa kama hii, yatasemwa mengi, yataibuliwa mengi, lakini wao tizameni walivyokuwa makini, wamekaa kimya. Watu wanapokiuka wa kuelekea kwenye uvunjifu wa sheria, wanatukumbusha, wanatuhakikishia uhuru na uhuru